Bwana Yesu asifiwe sana, karibuni sana wapenzi wa Mungu. Basi leo nataka nizungumzie kwa habari ya ishara za mwanzoni, kama dalili mojawapo ya kutambua kwamba huyo ni mume mwema kwako au huyo ni mke mwema kwako. Lakini leo naacha nizungumzie kwa habari ya mume, maana wateja wangu wengi ni wadada, na huwa wadada ndio wahanga wakubwa sana kwenye swala la ndoa kuliko hata wanaume so kuna siku kuna dada mmoja alinipigia simu akaniambia, kwamba amepata mchumba na yeye ye ni Mpentekoste, huyo mchumba ni Mkatoliki. So akawa nasema mchumba wangu hana muda wa kuongea na mimi, kila nikimpigia anasema yuko baa, anaongea na marafiki zake. Sasa um, niliwaambia kwamba Mungu ukiomba Mungu anaweza akakuonyesha kwamba mume wako atakuwa nani, anaweza atakuwa wa namna gani. Sasa, cha kwanza nataka niongee na wale ambao wamempokea Yesu, wale walokole na wale wakatoliki kama mimi, ambao tumempokea Yesu, usiolewe na mtu yoyote ambaye hajampokea Yesu kama Mungu hajakuambia, yaani kama Mungu hajakudhihirishia kwamba anaenda anataka ambadilishe huyu mtu kupitia wewe, usije ukasubutu. Usije ukasubutu kwa hizo ishara za mwanzoni zinazoonekana kwamba mtu hana muda na wewe, ana muda na marafiki zake. Ba, kumbuka hicho ni kipindi cha uchumba, kipindi cha mwanzoni kabisa hmm? ambacho watu tunategemewa wawe na hamu ya kukaa pamoja na kupiga story, yeye ndo anakaa na wenzake. Ba, hivi akikuoa inakuaje? si ndio, inakuwa mara kumi yake. Kwa sababu kuoa, akisha kuoa, kuna swala la kuzoeana, kuna swala la kuchokana, yani inabaki pale friendship mm, sababu kuna kipindi kwenye ndoa majukumu yakisha kuwa mengi, ile habari ya upendo sana kama inayeyukaga, ila ile attachment yanye malafiki, ya nyie kuwa marafiki ndio inabaki hapo, na zana watu wengi wanaongelea wana, swala sio geni sana. So cha kwanza ni zile ishara za mwanzoni. Je, yeah, huyo mtu an una una, una tuseme attachment, yani u, ukiwa naye una feel kuwa uko na mume au uko tu na mpenzi um, naongea kwa habari ya mume. Mume ni baba kwenye nyumba, mume ni mtawala, mume ni ni mmiliki. So ukikaa na huyo mtu unaona kabisa ana umiliki na wewe Hmm. Ana, ana ana ubaba ndani yake kwako, ana ile hata haja ya kukuuliza unafanya nini, unafa, nini malengo yako ni yapi, yaani anaumiliki, kwa sababu nature ya kwanza ya kutambua kwamba ni mume kwako awe na capability ya kukumiliki, hmm. Kwamba unaona kabisa ana uwezo anani anauliza ninafanya nini, nina malengo gani, anataka kujua future yako, it's like your father, baba yako kule alivyokuwa anakuuliza kwamba wewe utakuwa nani, utafanyaje hivyo. Kwa sababu sisi kama wanawake tunatoka kwenye milki za wazazi wetu, tunaingia kwenye milki ya mwanaume. Ndio maana unakuta wanaume wengi ambao wameshindwa kuplay part kama ya ubaba kwenye nyumba, wanawake wao ndo hao wanasumbua sana nje, kwa sababu ni lazima mwanaume awe na uwezo wa kukumiliki. Kukumiliki sio kukuchunga, kukumiliki sio kukupiga, kukumiliki sio kukukontrol. Kukumiliki ni kama vile baba yako alivyokuwa na uwezo wa kukaa na wewe na yani kukuongoza kwamba utafanya hiki, una malengo gani mwanangu, tukimali ukimaliza form 4 unaenda wapi? Ndivyo hivyo. Ndio maana nasema mwanaume ataacha wazazi wake ataongozana na mke wake. Kwa hiyo, anayeacha wazazi ni mwanaume, ila wewe ni unabadilisha tu wazazi. Na ndio maana unakuta kuna wengine wanaongea kwamba ukiona mwanaume anasikiliza sana kwao, huyo bado hajawa mwanaume, kwa sababu nature ya mwanaume anatakiwa awe na umiliki kwanza, awe na capability ya kumiliki, yani kuanzisha familia nyingine. Hiyo ni sifa ya kwanza. Kwa hiyo lazima uangalie yule mwanaume ana una, una attachment naye, yani mkikaa, unaona kwamba kuna hali fulani ya kujenga familia au unaona tu ni kama ndo wale wengine ambao wana mahusiano sijui na mpaka kulala pamoja na nini, ni kwamba mkikutana tu mmelala pamoja e, kila mtu amekuja ameishia na kwake, au ndo kama hivyo, hana muda wa kuongea na wewe bado ana muda wa kuongea na rafiki zake. Uh, nikupe mfano mmoja. Ndoa nyingi unazoziona zina amani zina dumu ni zile ndoa ambazo Mwa, mwanamke na mwanamke na mwanaume wamekuwa attached, wamekuwa marafiki, nitumie lugha nyingine kwamba ni marafiki yani. Kuna siku niliwahi kumsikiliza Zamradi Mtetema nasema nikikaga ofsini nikikuta sijui kitu fulani kwenye mtandao ninampigia mme wangu namshirikisha, umesikia hicho sijui nini na nini. Yes, hicho yani, hicho ndo kitawafanya mdumu sana sana sana sana yaani, hicho kwa sababu hata mkikutana na machangamoto, wewe ukitaka kuondoka, unajihisi kama huwezi kukaa bila huyu so U, uone kabisa huyu mtu nina attachment naye, yani kuna mahali fulani unaona kabisa tunaelekea. Nikitoa mfano oh, kwa mfano ofisi nani, kuna harusi ina, ina, ina trend sana sasa hivi ya Lola na yule Elisha. Sasa baada ya Elisha watu wana comment hiyo hivyo vya mwanzo hivyo even... no no no, no. Ukiwasikiliza vizuri kwa mimi ambaye nimepitia, nimeomba mume na nikapata, nature ya mahusiano yao inataka kufanana asilimia mia moja kama sio zaidi ya mia moja na mahusiano yangu na mume wangu, kwamba kuna ile hali ya kuweza, kuna namna fulani mnania mamoja, yani kuna namna fulani mnaelewana. Na ilikuwa nimetoa ushuhuda nini, kwani kuna video fulani kwamba tulikua tu, anaongea kuhusu kiwanja namwelewa kuhusu habari ya kiwanja, anatamani kujenga namwelewa habari ya kujenga hmm? Yani kuna attachment eh? Wewe yani huyo mwanaume ana una, una ule mguso wa pamoja, yani unaona kabisa tunaweza tukakaa tukaongea tuka tuka